Habari zenu ndugu wanachama wa Sante Ignatius Sacos, kwa majina naitwa Devota Felisiani Kalugaba, ni mwenyekiti wa kituo cha makao makuu. Napenda kuwakumbusha wanachama wote ambao bado amjachangia katika hafla yetu itakayofanyika siku ya Jumapili tarehe tano mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Wanachama wangu wapendwa, napenda kuwakumbusha kwamba kushiriki siku hiyo ni muhimu sana kwa sababu tutaambatanisha mambo mbalimbali kwa siku hiyo. Tutakuwa na birthday pate, tutatambulishana, tutakagua vitabu vyetu, hivyo kuwepo kwako kwa ni muhimu maana, unatakiwa kuangalia taarifa zako za fedha zako kutoka kwenye kitabu cha zamani kuingia kwenye kitabu kipya. Ndugu wanachama na viongozi wote waalikwa, tutavaa tutavaa tisheti nyeusi za St. Ignatius Saccos. Pia nawaalika viongozi wa vituo vyote vya mkoani na Dar es Salaam kuwepo katika hafla yetu fupi itakayofanyika katika ukumbi wa Luta Park kuanzia majira ya saa nane mchana. Kwa hiyo ninawaomba viongozi wote kushiriki katika hafla hiyo. Asanteni sana na karibuni sana.